Jeshi la polisi mkoani Iringa limefanya ziara ya matendo ya huruma. Yoweri Museveni wa Uganda ashinda urais muhula wa saba dhidi ya wapinzani saba. Na katika michezo na burudani, Mi FC yatoa ubingwa ligi ya first day. Hujambo na karibu katika UoI digital habari. Ni robo saa ya habari za kitaifa na kimataifa, biashara, michezo na burudani, bila kusahau msamiati wa leo, tutajifunza lugha ya Kiswahili na maana yake. Jina langu Hamidu Abdalla. Jeshi la polisi mkoani Iringa limefanya ziara na kutoa misaada kwa watoto yatima na watu wenye mahitaji maalum katika kituo cha Faraja kilichomo mkoani humo. Mwanahabari wetu Suleimani Salum ana undani wa taarifa hiyo. Katika ziara hiyo mkuu wa jeshi la polisi mkoani Iringa Alan Lucas Bukumbi ameeleza dhumuni na lengo la kuanzisha ziara hiyo ambayo ilijulikana kama matendo ya huruma kwa watoto wasiokuwa na uwezo na yatima. Hiyo mfano <totipa> tumetembelea wa, vya wa, watoto hawa ambao ni wana malezi maalum katika hili vituo ambacho kimaweza pa faraja ni kwa sababu hawa watoto wana mahitaji na pia hii taasisi inaongozwa kwa misaada Franco ambaye amekaa muda mrefu na sisi ni moja ya wadau kama jeshi la polisi ambapo tunawajibika pia. Kwa upande wake, msimamizi mkuu Sheikh Shamsi ametoa shukrani zake kwa jeshi la polisi kwa kutoa msaada kwa watoto hao. Ilitosha tu ziara kuja kuwatembelea, ilitosha kwa ni zawadi kubwa kwao, aa, kwamba wanao ndugu zao jeshi la polisi ni wajali limekuja, lakini mkaona kwamba mlete na zawadi ya ziada ambayo ni chakula na vifaa muhimu kwa watoto ambayo itasaidia sana katika bajeti yetu ya mwaka 2026. Naye mtoto Haji Abdul Jabbar ambaye kwa niaba ya watoto wengine ametoa shukurani zake kwa jeshi la polisi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwa niaba ya wanafunzi wenzangu nachukua fursa hii kuwashukuru sana Allah awajalie wajal, kila la khairi. Allah awalipe pale palipopungua kwa kitendo ambacho jeshi la polisi limekionyesha kwa kutoa msaada kwa watoto wenye hitaji maalum. Hii inaonyesha kwamba jeshi la polisi lipo karibu na wananchi. Nikiripoti kutoka Faraja House, mimi ni Suleiman Salum wa UI Digital. Viongozi wa kitivo cha uchungaji chuo kikuu cha Iringa wamefanya sherehe za kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa kitivo hicho chuoni hapo zilizofanyika katika ukumbi wa multipurpose. Mwanahabari wetu Recho Mbila ana undani wa taarifa hii. Viongozi hao wameeleza umuhimu wa kitivo hicho hapo chuoni, huku wakiwataka wanafunzi hao kujua historia ya chuo hicho na kuwa na imani thabiti juu ya chuo hicho Kwa toka katika maamuzi yenu binafsi, na haya maamuzi yenu ya binafsi yataonyesha ni kwa namna gani mnaona umuhimu wa nini hapa kwetu. Hapa wanakuja kuchukua masomo ya teknolojia, hapa wajione fahari kwamba wao wameingia kwenye viatu vya wao a waliotangulia, wanafanya kazi kubwa na, na wao sasa wanachukua wajibu katika chuo kikuu cha Iringa kufanya yale ambayo wazao huko nyuma walifanya. Nao wanafunzi wa kitivo hicho wamesema kuwa walipata sifa nyingi za kujiunga na chuo hicho, na wamefurahishwa na sherehe hiyo kwa sababu inawafanya wao kuwa wamoja kabisa. Ni mawazo mazuri ambayo wametupa, na sisi tunaahidi kuyafanyia kazi, lakini pia kwa hasa kwa kozi yetu ya theology ya ni kweli kwenye habari ya imani, lakini habari ya maumbi ni kitu kizuri sana tunakuwa na moja na mshikamano na, ili kudhihirisha kwamba huwa na moja na mshikamano, kila mgeni anayekuja wao, tunakuja tunamkaribisha kwenye jumuiya yetu na kushirikiana naye katika mambo. Kawaida kwa wanafunzi wa wachungaji kuwakaribisha wanafunzi wenzao wa mambo wa kwanza. Nikilipoti kutoka hapa ukumbi wa Matupapas, mimi ni Leche Mbila, UoI. Taarifa yake Recho Mbila ndiyo inatukamilishia habari za kitaifa. Twende tukapate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imetangaza rasmi Rais Yoweri Museveni kwa kushinda kwa kishindo katika uchaguzi wa uraisi uliofanyika Januari 15, 2026. Na mwenyekiti wa tume hiyo, Simon, amesema Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ameshinda tena katika uchaguzi kwa kipindi cha miaka mitano mingine. Matokeo rasmi ya uchaguzi ya Uganda yanaonyesha Yoweri Museveni ameshinda muula wa saba kwa kupata kura zaidi ya milioni 71.72 ambazo ni sawa na asilimia 72 ya kura. Kiongozi huyo mkongwe ameshinda na dhidi ya mpinzani wake Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine mwenye umri wa miaka 43 ambaye amepata ushindi wa asilimia 24.72 ya kura. Hata hivyo, Bobi Wine anatarajia kuyakataa matokeo rasmi ya uchaguzi. Naye kiongozi huyo Bobi Wine amelaani upinzani uliojitokeza kwa kusema kwamba mchakato wa uchaguzi ulikuwa sio wa haki, kutokana na kufungwa kwa mitandao ya kijamii na kuwepo kwa wanajeshi na madai ya kutekwa nyara kwa wakala wake, lakini pia kwa wahana Asante sana Grace mtazamaji wa UoI Digital. Sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Eserio Benjamin. <mulikimu> Mchezo wa fainali ya kitivo cha sanaa na sayansi ya jamii ulioikutanisha timu ya Midi FC dhidi ya Community Development katika uwanja wa Kigonzile leo Januari 17, 2026 umetamatika kwa timu ya Midi FC kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja baada ya mchezo huo kutamatika. Makocha wa timu zote mbili wametoa mitazamo yao juu ya mchezo huo. Kocha wa Midi FC ameeleza njia walizotumia katika mchezo huo hadi kuibuka na ushindi huo. hii ni fainali kama fainali, utakapofungwa hauna kitu cha kupoteza. Kwa hiyo tulichokuwa tumekubaliana na wachezaji wangu niache wachezaji wawili nyuma, lakini wote tulobakia tu tukashambulie, na ndio maana umeona nimepata nafasi kadhaa ambazo beki wa kulia alijaribu kwenda kwa attempt, lakini alishindwa tu kupata utulivu, lakini kwa nafasi nyingine ambazo tumepata basi tumefanikiwa kwenda kuirudisha mechi, tumezidi kuwa kujikita katika ubingwa wetu. Naye mwakilishi wa kocha wa Community Development ameeleza sababu za wao kupoteza mchezo huo. Kwanza, na kitu cha kwanza nahisi ni kutokutana kama timu kwa muda mrefu, alafu kitu hicho ndio kimetufanya kwanza tumepoteza focus ya mchezo. Kitu cha pili ni kuwa na majeruhi kwa kila, kwa kila mchezaji mmoja mmoja. Kwa mfano kwa winga wetu wa pembeni alikuwa na kidonda mguuni, tulilazimisha tu acheze, kwa sababu hatukuwa na wachezaji wa ziada nje ya eh... yeye ile imetufanya tumekuwa na gepu la wachezaji zaidi ya mmoja. Kwa upande wao manahodha wa timu zote wametoa maoni yao juu ya mchezo huo. Changamoto zipo nyingi hususani kwenye pande la sehemu ya finishing, maana umaliziaji. Pia tumekosa mawasiliano kwenye daya ya ulinzi, daya midfield. Makosa kama kama yale ni makosa ambayo kama timu tunaweza kukaa, kabla tim kwenye, kwenye mashindano ya, ya interfacat ambayo yanajumuisha yanajumuisha kozi zote, kwa maana tunafanyia kazi na naamini tutakuwa na, na, na mchezo mzuri tutakuwa na bora sana kuelekea kwenye, kwenye mashindano mbalimbali. Pambana. Kikubwa ni kupambana na kuonyesha katika finali zinazokuja oh yeah. Sababu mchezo bado ni Timu yetu bado tunajenga kwa hiyo ni kupambana kurekebisha makosa madogo madogo ambayo Na imani mchezo madogo madogo yametokeza na mchezo ujao vizuri. Tumetoka kushuhudia mchezo kati ya Media FC na Community Development. Mchezo ambao umetamatika kwa Media FC kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Nikiripoti kutoka hapa Kigonzile, mimi ni Eserio Mienzi wa UoI Digital. Shukrani sana Eserio kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufunga taarifa ya habari, twende tukapate msamiati wa leo kutoka kwake Farijika Sanga. Karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na leo tuko mtaani tukizungumza na wadau mbalimbali, wao wanaelewa nini kuhusu msamiati wa leo. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno funganya. Je, wanaelewa nini wakisikia neno funganya? Twende tukatizame wadau mbalimbali, wao wanaelewa nini kuhusu msamiati wa leo. Na vipi, ukisikia neno funganya? hmm. unaelewa nini? Mtu akwambia funganya? hmm. Funganya mimi ninavyoelewa ni kufungasha vitu kwa pamoja au kukusanya vitu kwa pamoja. Mtazamaji wa UoI Digital, tumetoka kwa tizama wadau mbalimbali wakijaribu kuelezea maana halisi ya neno funganya. Wengi wao wameweza kuelezea maana halisi ya msamiati wa leo, na maana halisi ya msamiati wa leo ni kukusanya vitu kwa pamoja. Nami ni kuache na sentensi isemayo nilifunganya vitu vyangu na kuenda navyo sehemu. Langu jina ni Farijika Sanga aidiitoto habari ya kidijitali. Asante sana Farijika kwa msamiati wa leo. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati fungai. Nami ni kuache na sentensi isemayo, Martha alifungai vitu vyake na kuondoka navyo. Asante sana Farijika kwa msamiati wa leo, nayo hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati fungai. Nami ni kuache na sentensi isemayo, Martha alifungai vitu vyake na kuondoka navyo. Mtazamaji, kwa niaba ya wote waliotukamilishia matangazo haya, tukushukuru tokea mwanzo mpaka mwisho tunatamatisha habari hii. Mimi na wewe tukutane tena hapo kesho. Shukran na bye bye.